niko mbagala stendi na mbele yako niko na mama yangu nimemkuta e, anaokota makopo kwa ajili ya kwenda kuuza ili apate kipato chake e, kwa siku mama shikamoo. Malaba. kwema kabisa kwema kabisa Majina yako? naitwa Joyce Constantine. Joyce. bwana uko busy kuokota hizi chupa na kwenda kuuza si ndio? Ndio. niambie kazi hii una muda gani unafanya Mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Ah. before kabla hapo ulikuwa unafanya biashara gani Nilikuwa nakata mabalo balo e, ya mitumba ama nguo e. Saa ikawaje ukaacha kuuza mitumba na ukaja huku? Mume wangu alipata shida akafanyia operesheni e. Kwa hiyo sasa msingi uliyumba, ndio ikabidi tu nifanye kazi. Kwa hiyo yeye ndio kwa na support mtaji? Ndio. unauzi wapi mtumba? Bias barabara, bias niambie biashara okay. E. Ilikuwaje kipindi cha unauza mitumba Nikuwa nauza napata elfu hamsini, ikakata balo, na nalea watoto hivyo hivyo. Lakini kaenda hali kakataa kwa sababu nikuwa nauguza mgonjwa e? Hebu niambie mume wako alipata al ajali labda ma likuwa nini? hamna, ni tatizo tu lilitokea kwenye mguu akaenda akafanya opresheni akaambia asifanye kazi ngumu mm. Kwa sasa hali yake ikoje saizi? Ya jambo lakini siwezi kusema afanye kazi ngumu wakati ameambiwa kwanza asifanye. Sana. Asante. Sasa niambie hizi uh, chupa unauzaje, yaani kwamba unakusanya kilo ngapi na unauza kiasi gani na pengine mapato yake yakoje? kilo 20 kwa siku napata 6000. Eh, Ni uhakika kwa siku kuingiza, eh, elfu sita asubuhi mpaka jioni? hiyo ndo unaitumia kwenye labda kulipa kodi, chakula, watoto wanasoma nawapa mahitaji ya shule yeah. Wanne, yeah. Wa kwanza ana miaka, ni mkubwa, miaka ishirini na tatu. Ameshindwa kuendelea na chuo, alishindikana. Yeah. Anayefata yuko form 6. Yeah. Mikwambe mm. Yuko la sita, mingine chekechea nawasomi kwako wewe, maana form 6 anafuata mwingine chuo imeshindikana. E, ni sehemu ya maisha lakini namshukuru Mungu e. Namshukuru Mungu ikitokea biashara imekuwa ngumu sana kwa siku shingapo unaingiza elfu tatu. Elfu tatu. Mm-hmm. Mnaigawa vipi nyumbani pale? Basi nakoroga uji, akunywa e, siku inapita Naishi Kikalakala Mzinga, kama unaenda Goroka, mimi niko katikati ya Twangoma na Mzinga, ina maana mimi niko katikati. Kodi ya nyumba hapana e. nakaa nyumbani kwangu e, tulijenga mchumba na, sebele nacho pale naishi na watoto e. Sasa kitu kimoja unatamani pengine kufanya biashara yako ya zamani ya mitumba, au unasema inatosha hii ya kuuza hizi chupa. Ah, sipendi. Napenda mtumba kwa sababu ukiwa na mtaji ni mzuri kwa sababu naenda tunachukua bidhaa yako naweka. Watu wanakuja wanachukua. Eh, na mtaji wako ni kiasi gani? Pengine unasema nikipata kiasi fani cha pesa naweza kufanya biashara yangu ya zamani. Chukua balo moja aliweza kukulipa kwa sababu unakuta unapata faida ndogo. Lakini likikata moja ina maana lingine tutakuongezea. Ukiwa yani na mtaji mkubwa, kwa hiyo unaweza kustahimili E, lakini kama ikiwa unachukua tu hii bidhaa ndogo haiwezekani kwa sababu utaweka ile tafaida itakuwa ndogo utakatika tena lakini ina maana ukiwa unachukua hata kuanzia mabalo matatu ili ukiunga nguo zinakuwa nyingi kwa hiyo una gredi jinsi ya kuuza ningependa kujua wakati unauza mitumba mtaji wako ulikuwa ni kiasi gani laki tatu. E, niko na kata balo moja. Mm. Kwa sasa ukiwa na laki tano haiwezekani namshukuru kabisa Mungu Hey, shida yako ni kwamba simu hauna, tunafanyaje, hey, hey. Mangu, simu hana, unaona. Sasa sijui tunafanyaje, tuna maana naamini na, na, na kuna watu ambao wataamua kusaidie hata elfu moja elfu eh, mbili like, elfu eh, elfu kumi kufikia labda laki tatu like, ufanya biashara yako kwa kuuza mitumba kwa kwa hiyo tunakusaidiaje, tuna sina mtu. Eh, basi e, mimi nitakuachia namba yangu sawa, so, tampa namba yangu then mimi, wakinicheki wa Tanzania, unitafute. Sasa ukienda huko e, kama ni namba e, e, namba yangu, alafu kama mtu ataamua kumsaidia mama yetu kwa chochote kile mtanipigia e, mimi, alafu nitawakilisha. Kuna kuna wanawake ambao ikitokea labda mume wake kapata changamoto labda alafu akawa hana kazi wanakimbia familia au wanawatesa, najua ya kuwadharau wanaume wao. Kwa hiyo umekuaje ukaamua kuwa na mume wako na leo wewe ndio umekuwa unalea, una, una familia? Kwa nini ukubadilika, labda kuanza kumdharau mumeo? Hapana, yeah. sisi ni, nasema ni watu ambao tumeokoka. Sasa siwezi kwa sababu ni nimeka ni agano na Mungu kwamba nitakuwa na mume mmoja. Siwezi kumwacha mume wangu kwa sababu anapitia hali fulani. Kwa hiyo inabidi ni namheshimu Mungu, naheshimu pia kile Mungu ambacho ametupa katika agano la ndoa. Kwa hiyo na kila sababu ya kumwambia Mungu hata kama napita katika magumu, siwezi kuondoka. Lazima nipambane. Kuna hatua nyingine. E, kutokea pengine majirani kukwambia sasa una, wewe una, una, unakaa unalea hapo mwanaume huyo watoto wanne hao, si uondoke? hawakutokea hao ambao wa... ayo yapo, lazima akucheke sasa nyingine wasema mwanaume mwana ameolewa mwana mwana wanasema kwa sababu atamona masai atamwona anazunguka anazungukazunguka, lakini ajui tatizo ni nini. Eh, watakucheka labda mwanaume kaolewa hapa, umeona, lakini anakuwa ajui kwamba ni kitu gani ambacho anapitia yule, yule mtu okay. Mm. Wale ambao umekuwa wanawakimbia wanaume zao kwenye changamoto, unalipi la laku, kuambia ah, nataka niwatie moyo, kwa sababu upendo au uangalie mimi, yani auangalie yani pesa. Kwa hiyo ina maana mtu anapokuingia katika ndoa Sio kwamba atapita katika hali nzuri tu, kuna wakati wala na wakati wa shida. Kwa hiyo natakiwa wavumilie ili ndo yao endelee kuwa salama. mm. Sasa mama yetu hapa e, tumsupport aweze kupata biashara yake ya mitumba. Maana hapa unaona mzigo huu anatembeza mchana kutwa jua kali, ili familia iweze kupata chakula e, mume wake afanye kazi, lakini pia na watoto wanne wengine ndo wao tena shule. So tumsaidie. Simu hana namba yangu nitampa mimi So nyi mnicheki mimi nitawakilisha nitakuwa nipo katikati daraja si ndio? Sawa sawa. Nashukuru. Nitaweka hapo. <mum> Alafu unanipigia mimi hapa. Kwa mbaya atakufa sindiosawau ntaweka. Mungu awabariki sana. Kazi njema. Asante. Ah, nashukuru. Asante.